Ni baada ya mamoja kuweza kushindikana na tarehe nane basi makumi, nikiwa namaanisha kwamba kumi na nane Yanga Young Princess na Simba Queens Dadas wakichwana vikali katika dimba la KMC. Niko na shabiki wa Simba Sports Club ama Simba Queens, inakwaje mzee wangu? Safi. Kama kawa. Kama kawa. Tunat... Ibana pira limepigwa katikati ya dimba lakini matokeo yamekuja ndivyo sivyo, ii kwako kwa imekaje mzee? Umepokeaje? Uh, mpira umepigwa kweli, wachezaji wamecheza vizuri na wameonyesha uwezo wao, Simba Queens pamoja na Yanga Princess, lakini mpira wa matokeo matatu ume, tume, kuna kufungwa kuna kushinda na kuna kusuru. Tumefungwa, tumeadhibiwa, maana yake tuko tukosa moja tuliolifanya ndo tuliokosea na tukapigwa. Tunachoomba, ligi bado inaendelea na kwenye msimamo wa ligi bado tunaongoza sisi, tumewapita JKT hawa Yanga tumewapita kwa pointi kumi. Maana leo kutufunga sisi wao ni sherehe, lakini wao sisi tungewafunga tusingesherekea. Tunachohitaji Simba Queens waka, wakakae vizuri wakaangalie waka wamekosea wapi. Kombe lazima tulichukue, kombe NBC la wanawake tunachukua, la wanaume tunachukua, na ndio maana ukaitwa msimu wa ubaya ubwela. Mimi ninachohitaji niwaambie mediali ya, ya kukosea lile jina la ubaya ubwela. Kajua huu msimu ni wa ubaya ubwela. tarehe nane imegairishwa lakini mechi itapangwa na itachezwa. Sisi sio tuliogairisha, bali sisi tuliumizwa. Maana yake kwenye kuumizwa wachezaji wameguswaguswa. Mechi ingechezwa tarehe nane uge, uwanjani ingekwaje? M -m mashabiki wasingeelewa, mageti angevunjwa, watu wangepigika. Wamenusuru hatari. TFF, huwezi kuwalaumu, ni moja ya mchezo. Mimi nachoomba tu mashabiki waelewe hilo, mechi ipangwa peke timu uwanjani. Leo tarehe 17 tarehe 18, leo tumecheza Simba Princess ya Yanga Princess pamoja na Simba Queens, mechi imechezwa vizuri. Umeona boli limepigwa, kuna mchezaji ambaye namkubali, mchezaji wa Yanga namba kumi anapiga boli balaa. We mjamaa ukimwangalia umbo lake kama aucho, anacheza mzuri, anacheza mpira mpira mzuri, mwana dada, na namhitaji tajiri wangu lejimo, mwakani aniletee Msimbazi ule, anacheza mpira mimi mzongo mwenyewe mpaka nimekaa nimemkubali, ujua anajua mpira, umenelewa. Lakini ninachohitaji mashabiki wa Simba na Yanga, tusiwe na ugomvi wa viongozi kutuharibia kiakili, ki wanaambieni hatuwataki bodi ya ligi, manake mnachokoza nini? Uchokozi umenelewa, sisi tunahitajika tupendane, na ndio maana mimi nimezaliwa na baba Yanga na kuna wengine wao vile vile wamezaliwa na baba zao nani Simba, manake Simba na Yanga ni familia. Unapokuja leo tunagombana sisi kwa sisi mtandaoni pamoja na viwanjani, mimi nimekunjwa ndani humo, umenielewa. Kuna watu wamelipwa hela wa ndogo ndogo waje waimbe na wana mabango na wa wanasema hawataki bodi ya ligi kabla ya bodi ya ligi kufanya maamuzi haya. Nani alianza kufanya kosa? Nyie mmeweka squad mabodi gadi wenu wame, Simba wamebuguziwa, wame, wame wewe ndio mtu wa kwanza kufanya kosa. Leo unakuja unasema hatuitaki bodi ya ligi. Wewe una akili au una akili? Mimi ninachohitaji mwenye dimbili mwenye kuelewa. Waiache bodi ifanye kazi yake, wamalize miaka yao, kwa sababu siwamekwa kwa miaka siwa na mikataba yao, wana katiba yao. Sasa hivi nungunikeni moyoni, mbona Simba bodi ya ligi hii sisi tunafika robo finali, tunacheza vizuri si, Yanga paka sasa bodi ya ligi hii Yanga anachukua ubingwa mara tatu. Kama angekuwa anabebwa Simba, Simba tusingechukua Yanga singechukua Kalia huyu huyu ana mbovu Yanga sasa na makombe mangapi? Matatu, misimu mitatu mfulizo. Leo nenda kumwimbia eti atumtaki Kalia kwa sababu anaishi vizuri anakula vizuri. Na wale wengine wanaotumwa unakuja, we ulikuwa msemaji, na hakuna mtu anaheshimiwa kama Manara, lakini sasa mimi simheshimu Manara. Manara sio msemaji, ni MC. Umenelewa vizuri? Msemaji ni Ahmed Yali. Kachelewa nini huyu mtoto kuja, kuja, Simba? Umenelewa? Cha kwanza atumia asira. Anatumia weledi na akili. Lakini Manara anatumia asira nyingi. Anakwambia nipo tayari kuchangisha timu iende kadai hii pointi tatu kasi. Wewe Ka, una akili? Ka, pointi tatu hizo hajaingia refa, hajaingia kamisa. Pointi tatu unapewa na nani? Mshabiki, unaalisha watu matangopoli waeleze mashabiki wao ukweli mapema, mechi irudie watu wacheze. Leo nakuja na kumpoteza shabiki, shabiki anakaa anajua kuna pointi tatu. Baadaye mechi inakuja kurudiwa, mnakuja kutokana na wenyewe kwa wenyewe. Waambieni mashabiki mapema. Bwana, mechi tutaipanga na tutacheza. Kuliko mnaposema mechi haichezwi na tunataka pointi tatu, refa gani alomaliza mchezo? Umenelewa? Mimi ninachohitaji mashabiki wa Yanga ni familia. Mimi baba yangu alionilea mimi ni Yanga, kama ningekuwa yeye, mimi nahitaji mimi niwe Simba, ningepigwa kila siku na nsingefikia leo kuitwa mzee wa ungo. Umenelewa? Mama yangu mimi ni Yanga, alonitoa miezi tisa, lakini anajua mpira ni, fu, ni football. Nime nimefungwa, nimefika nyumbani, mwanangu pole, ndio maisha yanavyoenda. Lakini leo unakuja na kumharibia mtu, unapigana sisi kwa sisi. Kuna mpira, kuna ngumi. Okay. Mimi nachoomba bodi ya ligi watulie maamuzi waliotoa, watoe maamuzi sahihi, mechi rudiwe. Hakuna shabiki wote asomia kwenye ile mechi kama ime ime, ime, ime nini? Mashabiki wazina wametumia gharama, wametoka mbali. Kuna mtu kapenda mechi igerishwe. Hakuna. Mimi ninachoomba mashabiki waelewe, mpira ndio ulivyo. Viongozi waliangalia mbele, hawajaangalia hapa. Waliangalia sisi mashabiki sisi kwa sisi tutaumizana. Ya, leo Simba kabuguziwa kwenye mechi hapo waingie mashabiki, mashabiki na na na ngumi. Historia katika nchi unapokuja unapokuja sio na ligi. Tuangalie tuwaongoze na Mama Samia mwenye weledi, ni mwanamke ushupavu mwenye kuongoza nchi. Hajaangalia Simba, hajaangalia Yanga, hajaangalia Azam. Magoli ya mama kila mtu kala. Umenelewa? Watu wanawasafirisha. Hajabagua timu wala vyama. Na watu tunaishi vizuri katika nchi yetu na ndio nchi yenye amani Tanzania. Wenzetu tunasikia huko Sudan watu wanapigana kila siku. Leo unakula, unashiba, unajamba, unaenda chooni, unataka ngumi. Wewe una akili? Yes. Mimi ninachoomba, viongozi wakae vizuri. Wasuarishe mashabiki matangopoli. Matongo poli hayafai. Mpira, mpira ni mchezo wa uwazi. Kila mtu anaona lile tukio la Simba alofanywa, tukio. Kwa nini wao hawajanung'unika? Wameangalia matukio ya kwa wao tu, huo mpira. Na ndio maana wachezaji wakitoka uwanjani wanashikana mikono, kwa sababu ni fair play. Leo mchezaji wa Yanga anaweza akapanda kwenye basi la, la Simba. Wangapi wanapiga story hapa? Tunawaona Makambo, tunamwona hata nani? Ani nani, Baraka aloenda Yanga alikuwa anawapigia simu nani mashabiki nani wachezaji wa Simba Chamaroni na akashuka kwenye basi lake akaenda kwenye basi la Simba. Huo ndio mpira unaotakiwa, lakini unakuja, mnaenda kutuongoza vibaya, tukapigana sisi kwa sisi huko mtaani, kila mtu kimkuta anatoa matusi, anawajua yeye. Huo sio mpira. Unahisi labda ni kitu gani ambacho cha msingi kifanyika basi naweza kaleta amani ya football na tukaendelea kupiga hatua ki football kwa Tanzania. Amani ya football tukihitaji kuipata na mpira uendelee, na tuendelee hapa hapa ligi yetu kushika ligi bora. Cha kwanza msitumie jaziba katika mipira. Jaziba ifai katika mchezo wowote, sio mpira tu, hata ngumi. Ukiingia kwa jaziba unapigika. Hata mpira na ukiingia kwa jaziba utaumia. Yanga, Yanga wana timu nzuri. Hichi kitu nakwambia, Yanga wana timu nzuri, lakini Simba wana timu wenye wachezaji wenye uwezo mmoja mmoja na kuitumikia nini Simba, Yanga anashinda hata magoli matano kwenye mechi moja. Umenelewa? Kwa sababu ya mshikamano. Simba tunashinda me, me, kwenye mechi zetu tunashinda goli mbili tatu. Manake sisi tuna weledi wa kuhitaji pointi tatu tuangalie magoli. Kwa sababu na, na timu yetu tunajitengeneza. Umenelewa? Leo unakuja mnaenda kuhalisha Matangopoli wachezaji. Mwisho wa picha wanatoka kwenye mpira sasa wanaingia kwenye ujinga wenu mliowafundisha wachezaji. Umenelewa? Mpira unahitaji asira. Mpira unahitaji utulivu. Wawaambie wanachezaji wachezaji, hapa imetokea hivi na hivi, cha kufanya turudini kambini, mechi kirudio akipanga tutacheza. Si unajiamini, una timu nzuri? Hao mbuzi waliowaona, sasa kwa hiyo tu wameogopa mbuzi, angeingia mpanzu uwanjani, inakuwaje sasa? Kama mbuzi tu wameogopa, wamesema hao mbuzi, mbuzi angeingia mpanzu, angeingia Teba, angeingia Mkwala, maanake mbuzi, kumbe ndio mchezaji wetu aliocheza katika ile mechi, ndio tunayohitaji Mi nachoomba, sina maneno mengi kufunga, kwa sababu nimetoka kufunga na naongea hivi kwa hisia, kwa sababu nahitaji mpira uendelee. Mi nachoomba, mashabiki tushikamane basi, ndio hicho tu, asante sana Ibana. Labda neno moja kwa viongozi wa timu zote mbili, nikiwa namaanisha Simba pamoja na Yanga, alafu neno moja kwa bodi ya ligi pamoja na TFF. Neno moja kwa viongozi wa Yanga, wana viongozi wazuri na wanajua mpira, na kweli wameingia na kauli mbiu yao, wamezichukua wame timu nane wameziandika nembo za JSM na wamefosu ubingwa wameupata, kwanza akili hiyo ametumia, mimi nawapongeza. Cha kwanza hicho mimi nawapa akili ya kwanza waloitumia JSM kaenda kuchukua timu nane, kazitia nembo yake. Anajua mimi hapa kuna point sita akawa kila timu, maana yake wamechukua ubingwa kwa kupitia njia hiyo. Wametumia Red na ndio maana Simba naye akaja msimu wa ubaya ubwela, wamekuja kulalamika marefa, sisi tunanunua marefa sasa kama nyenye mko mmenunua timu na sisi tunataka tununue marefa, sisi tunanao wanavyotaka, na viongozi wa Simba vilevile vile. Tunachoomba tuna viongozi wazuri, tuna bosi wetu katia mzigo na timu kweli mwaka huu ina ushindani. Mwaka jana angalia tunaingia raundi ya pili Simba kapito zaidi ya pointi kumi. Uongo kweli. Lakini leo ni pointi ni moja. Maana yake tukikutana kwenye dabi akifungwa Yanga Simba maana yake anaanza kwa bingwa, si ndio? Yanga akimfunga Simba, Yanga na kwa bingwa, si ndio? Ndio ligi inavyotakiwa. Umenielewa? Viongozi tumepata. Mimi nachoomba mangungu wabaki. Umenielewa? Kama atatoka otoke, kwa kuona yeye mizigo sihitaji. Na hakuna mzazi asolaumiwa, hata mimi nimemlaumu Mangungu. Kama akifanya kosa lazima nimwambie, umeelewa? Vile vile alifanya kosa, lakini yeye akajiona bora ni juzuru, sihitaji nini. Lawama ni moja ya mchezo. Tuna viongozi bora, tuna, tuna tuna mediali, kuna Chiko, kuna basi Talima, wote hao ni wa viongozi bora, umeelewa? Ukija kwenye bodi ya ligi, bodi ya ligi nao binadamu kama sisi. Ile ni kamati iloundwa, lakini wanaongoza ni binadamu binadamu hajakamilika, ametokea leo amekosea, watu tunakanyana. Kama sisi tungekuwa tunawakosea wazazi wetu, tungekuwa tunafukuzwa majumbani kwetu, umenelewa? Nyuma bodi ya ligi imekosea, kaeni, semeni bodi ya ligi bado mmekosea, hapa mmetufanyia kitu cha tofauti. Watu wanaishi hivyo, manake wala watakaa ya miaka kumi au miaka ya mitano, watamaliza. Tafuteni viongozi wanaofaa. Sasa ndio hicho tu, asante sana mzee kila dakika helabet inaibua mamilionea wapya. Ni zamu yako na wewe kwa milionea mpya kwa kubet na helabet, na kila ukibet na helabet unapata bonus kibao. Sasa unasubiri nini? Bet leo na helabet. Tembelea www helabet co.tz. Bet kifalme na helabet.